Hello, wapendwa, ikiwa ni bado masaa machache tu eh, tufikie hii big wedding ya the JPS 2025. The JPS final wedding reception ambayo inafanyika TZ na mwaliko bwana haujatoka kiholela, si mnaona hapo hiyo kadi ndio ilikuwa invitation. Hiyo tomorrow's wedding itakuwa super dome Masaki. Sasa basi, kwenye hii harusi kuna watu special ambao wamealikwa eh? Kwa hiyo hizi sura hizi yani mm, zitakuwepo a mastaa bwana, especially mastaa wa kike. Basi tuwatarajie kuwaona kwenye the, the JP 2025 tomorrow hiyo, Mungu akituweka uhai. Maana bwana hii shughuli sio ya kitoto. Sasa nimewasogezeni hapa mastaa mbalimbali ambao lazima utakutana nao kesho eh, tuanze hapa na mmoja mmoja kwanza mm. tu, yani hizi sura haziwezi kukosa kwa sababu hawa ndio washehereshaji wenyewe wenyewe wenye. Basi tunaanza kabisa na Nandy. Nandy anakosaje? wakati yeye ndiyo matroni wa hii shughuli, yeye pamoja na Billnass, matron na patron wa hii harusi kubwa sana ya um, Jux na Pricy. Kwa hiyo tutegemee kumwona Nandy kwenye hii Part kwenye hii harusi ya kesho. E, yeye ndiyo matron na Juma Jux ndiyo patron wa hii big wedding. Okay, the next one huyu ni ofisho nai, ofisho nai pia hawezi kukosa na amesha confirm tayari kwenye ukurasa wake wa Snapchat kwamba yuko invited kwenye hii harusi. Kwa hiyo kesho bwana, tumtarajie tutarajie kumwona Ofisho naye kwenye hii harusi. Kwanza mnavyomwona hapo tu kapendeza kama Nigeria. Imagine kesho kwa atakavyotokea, atakavyotokea. Kuna mastaa wana hawawezi kuachwa nyuma e, kwanza mnaona outfit tu zinavyomtoa. Kwa hiyo kuna mastaa lazima wawepo kwenye hizi of events. Haya, tuende forward hapa. Tuko naye, huyu ni Irene Paul. Irene Paul huyo mnamuona hapo, kwanza picha linaanza amefika mpaka Nigeria eh, kwa traditional wedding. Unadhani huyu hatakuwepo kwenye Tanzanian wedding? Ah, that's a big no. Huyu lazima atakuwepo, Irene Paul, mm, atakuwepo na yeye kwenye Tanzanian wedding reception ya JP 2025. Maana huko alivyoenda tu kajenga connection moja kubwa sana e, kitendo cha yeye kwenda Nigeria ametengeneza connection nzuri sana na wa Nigeria. So, mm, ukiachana nayo mambo ya connection yeye ye, ni atakuwepo hata e, wa Nigeria wakija huku atashangaa, hey, Erin Paul yuko wapi? Kwa hiyo, guys, Erin Paul na yeye atakuwepo kwenye hii big wedding reception ambayo itafanyika kesho the Superdome, Masaki. Kwanza mnamwona pa mwenyewe alivyo bond na wa Nigeria eh? Hatari yuko na eni <laughs> yuko na eni. Mi kile nikimwona eni najisikia tu kucheki well. Guys, to move forward kwa sta mwingine ambayo atakayekuwepo eh, kwenye harusi ya JP 2025. Haya bwana, hapa tuko naye mwanadada Zelisa eh, Twiga wa Bugatti x twiga wa Bugatti, huyu bwana hawezi kukosa eh, mambo ya ana collection. Kwa hiyo tutarajie makubwa kesho kutoka kwa Zeelisa, mambo ya, ya nguonguo nini unique dresses eh, from ana collection. Kwa hiyo tumtarajie kesho Zeelisa, atapende yani sijamuona lakini najua atapendeza, ataua hatari sana. Si mnazijuaga wenye pigo zake? Mnaona mtoto alivyokuwa anajua kupendeza e, sasa huyu anakosaje kwenye JP 2025. Well guys, let's move forward. Hapa tuko naye Posh Queen. Obviously Posh Queen naye hawezi kukosa ikiwa kaweza kulipia pesa ndefu sana kwenda mpaka Nigeria akaattend traditional wedding basi tarajia kumwona Poshi Queen kwenye hii harusi ya juu maana ile safari ya kuelekea Nigeria ilikuwa si pesa ndogo. Pesa ilikuwa ndefu eh, mavazi eh, hoteli, ndege, kila kitu. Basi mchongo ulikuwa mrefu sana, kwa hiyo Poshi Queen tumtarajie hapo kwenye harusi hii ya kesho. Well, to move forward, huyu bwana <laughs> huyu ni Lulu Diva huyu uh, diva diva, yeye Mungu akipenda tomorrow hata kosa kwenye harusi ya JP's. Kwa hiyo guys, tutarajia kumuona Lulu Diva kwenye hii party, sio party, ah, ah, party, maana party ni ndogo, hii ni reception. Eh, the Dome Masaki kesho, the Super Dome Masaki Tutarajie, tutarajie kumuona kumwona Lulu Diva akivaa akipendeza, maana kwenye soko la kupendeza na yeye ni namba moja, yupo juu, kwa hiyo yupo tu. Haya, guess who, huyu ni Zuchu Zuchu, Zuchu. Eh, Zuchu na yeye obviously atakuwepo tomorrow pembeni yake akiwa na Diamond Platnumz. Kataeni, bisheni, fanyeni vyovyote, lakini Zuchu tutarajia kumwona kesho akiingia na Diamond Platnumz. Ama nyii mnasemaje? Mimi kwa upande wangu nasema hawa hawawezi kukosa. Tuamke salama tu tushuhudie hii harusi. Lakini uh, okay guys, moving forward, tuko naye Wema Sepetu. And guys, Wema Sepetu hawezi kukosa. Huyu ni Tanzania's sweetheart kwa hiyo anakosaje? Tutarajie kumuona kumwona Wema Sepetu kesho. Huyu ni icon ya bongo, I mean bongo movie, si bongo flava, bongo movie. Kwa hiyo we need to expect her tomorrow. Haya bwana, hapa tuko naye Paula na Mario, eh pia kesho kwenye JP 2025 reception ya hapa TZ na wenyewe watakuwepo. Hii kapo haiwezi kukosa, nyinyi wenyewe mtaambia kesho, mtaiona. Kama tunavyojua Mario ni mwanamuziki kwa hiyo and Jux pia ni mwanamuziki so they are so close, hawezi kumwacha yeah, asimwaliki, itakuwa sivyo. Okay, hapa tuko na Fahima, Faiverni Eh, kwanza mnamwona huyu ni mkali wa, katika wakali wa fashion, yeye ana yani yupo na yeye mm? Nisiseme mm. Anaongoza kwa sababu kuna watu wako juu yake, na yeye yupo kwenye masuala ya fashion. Kwanza mnaona mipigo yake hiyo, mitoko yake eh. Sasa unanambia anakosaji anakosaje? Well, huyu pia mwanaume wake ni mwana muziki so obviously hawezi kuacha kualikwa yeye pamoja na Rayvanny. Tho kuna tetesi kwamba wame break up and, mm, I don't know, lakini we should wait and see. Tutawaona kwenye kuvaa tu, we anajua kupendeza hey, yani yeye ye, Zelisa Hamisa wako juu kwenye kuvaa, wanaongoza. Mi nimependa kwanza, mcheki kigauni iki cha white and red kalivyokuwa ka cute basi. We ama nyii mnaonaje? Well guys eh, drop your comment hapo chini, unatarajia kumwona nani eh, kwenye ma, masaa machache sana yaliobaki kufikia the JP's wedding eh, reception hapa Tanzania, unatarajia kumwona nani kwenye hii harusi? Ila mimi hawa nilokutajia 100% watakuwepo eh, yaani wasiwepokuwepo basi, hujua wana dharura, lakini mwaliko hawa wote wameupata, well,